Raisi ameniomba nipige wimbo kidogo, wangapi wanasema hivi? Nyosha mikono juu, nyosha hivi, nyosha. Ni vigumu kuamini, lakini kimsingi ni kweli. Wanaopinzana kisiasa hawapendi kuwa na heshima na urafiki wa kweli. Urafiki wa raisi Magufuli wa CCM na Profesa Jay wa Chadema mfano wa jinsi watu wanaweza kushirikiana kuthamini maadili ya mwenzio na kujenga heshima licha ya tofauti zao. Huu urafiki wa kawaida si wa maneno tu au picha za hadhi, bali ni no wa matendo, kwa kila mmoja kuheshimu imani, ndoto na malengo ya mwenzio. Katika dunia ya siasa nyingi zinapoteza maadili, huu urafiki unaonyesha kigezo kimoja cha uongozi bora, kuweza kuthamini wengine bila kujali chama chao, cheo au nafasi yao. Tunajifunza kuwa kiongozi wa kweli haangalii tu jinsi anavyopendwa na wafuasi wake, bali pia jinsi anavyowaheshimu wale walio tofauti naye. Urafiki huu ni somo kwetu sote. Uongozi mzuri ni pamoja na unyenyekevu, uaminifu na uwezo wa kushirikiana hata na wapinzani. Hapa ndipo tunapoona jinsi uongozi na utu vinavyoweza kuunganisha watu, kuondoa misuguano na kuunda mfano wa Afrika tunaoweza kujivunia na hapa ndipo tunapoingia kwenye hadithi yao binafsi. Tazama jinsi Magufuli alivyothamini, alivyomthamini Profesa Jay na jinsi Profesa Jay alivyomheshimu Magufuli huku akiwa kwenye pande tofauti kisiasa. Huu ni mfano wa urafiki uliotokana na heshima, maadili na imani ya kweli ya kuwa mtu wa mfano. Hebu tuangalie kipande hiki.